miamba ya soka kutokea katika ardhi ya Tanzania Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo Simba watakwenda kupepetuana na klabu ya soka kutokea Afrika ya Magharibi. Hapa tukienda kuongelea Almasri kutokea katika nchi ya Misri, ambapo mechi ya mkondo wa kwanza klabu ya soka ya Simba waliweza kupoteza mabao mawili kwa sifuri. Ili Simba kwenda hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika, wanahitaji kushinda angalau mabao matatu ili kuweza kufanya aggregate mabao matatu kwa mawili na Simba wanakwambia hii tunakwenda, wakimaanisha kwamba wamedhamiria ubaya ubwela watakwenda kufunga klabu ya soka ya Al Masry. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club unaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Almasri, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano yani tarehe tisa mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa kumi jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Like video yetu alafu sasa tuende kwenye comment section, katuambie wewe kwa upande wako unaiona klabu ya soka ya Simba katika mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masri unakwenda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi? Sasa kuelekea katika mchezo huu, tunaona kupitia kocha mkuu wa kikosi cha ekundu wa Msimbazi, mtaalam Faldu Davis tayari amekiseti kikosi chake, na ikumbukwe historia inaonyesha Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Al Masri wamekutana mara moja, mchezo ambao umechezwa pale nchini Misri katika mji wa Ismailia, na Simba waliweza kupoteza kwa mabao mawili kwa sifuri, lakini Almasry si mara ya kwanza kuja nchini Tanzania. Mwaka 2018 walisho kuja katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya kuja kucheza na klabu ya soka Yanga Sports Club, lakini ni mechi ya playoff, yani mechi ya mtoano. Kwa hiyo Simba anahitaji kupata ushindi, kwa sababu katika mchezo wa kwanza aliweza kufungwa mabao mawili kwa sifuri. Kwa kwa sasa anahitaji kupata ushindi angalau wa mabao matatu ili aggregate isome mabao E matatu kwa mawili ili kuweza qualify kwenda hatua ya robo nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Almasry, kupitia kocha mkuu wa kikosi cha ekundu wa Msimbazi, mtaalam Fadu Davis ameweza kuweka hadharani kikosi chake cha kwanza ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Almasry. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni Musa Kamara Pinpin. Eneo la fullbeki namba mbili atakwenda kuanza Shomari Kapombe show me the way. Eneo la fullbeki namba tatu atakwenda kuanza team captain mwandamizi wakohehunwa Msimbazi hapa tukienda kuongelea Mohamed Husseni Shabalala. Eneo la center back namba nne klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Abdurazak Hamza huku center back namba tano akienda kuanza Shamu Karabua, miongoni mwa wachezaji ambao wanaaminiwa kwelikweli kwa sasa na mtaalam kocha Faru Davis, mara baada ya mchezaji anaofahamika kwa jina la Shemaloni Fondo kuweza kuumia, eneo la kiungo namba sita anakwenda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Fabrice Luamba Ngoma MT midfield teacher, lakini eneo la winga namba saba atakwenda kuanza mchezaji anayofahamika kwa jina la Kibu Dennis Prosper, mkandaji eneo la kiungo namba nane atakwenda kuanza mchezaji anayofahamika kwa jina la Jean Chale Awa, huku eneo la mshambuliaji namba tisa akienda kuanza Steve Deze Mukwala. Eneo la kiungo namba kumi atakwenda kuanza mchezaji anayofahamika kwa jina la Leonel Christian Ateba Mbida, huku eneo la winga namba kumi na moja akienda kuanza Eli Mpanzu Kibisa Wala. Maana ya mfumo huu Simba watakwenda kuwa wa na washambuliaji wawili leo na kisa anatema Mbida sambamba na Steve Deze Mukwala, kwa sababu wanahitaji kupata ushindi mapema ili kuweza kuqualify kwenda robo fainali. Kwa hiyo tunaona katika eneo la kiungo ameamua kumfumzisha Yusuf Kagoma na kuanza na Fabrice Luamba Ngoma. Tuambie neno la comment kuelekea katika mchezo kwa kikosi hiki. Je, unaiona Simba ikaenda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi?